Karibu katika channel yako pendwa kwa update zote kuhusu ajira elimu, pamoja na mbinu mbalimbali za kuweza kutengeneza pesa kupitia simu yako ya mkononi. Jina langu ni Feaboy, tuanze mwanzo mpaka mwisho wa video hii na jambo la muhimu kuzingatia katika nafasi hizi. Kabla hujaanza kuomba nafasi za kazi, hakikisha kwanza unakuwa na akaunti yako ya ajira poto. Lakini kitu cha pili, hakikisha una cheti cha kuzaliwa na kama unatumia cheti cha zamani cha kuzaliwa hakikisha umekibadilisha cheti chako kuwa cheti kipya. Na jinsi ya kuweza kupata cheti cha kuzaliwa, nimekuwekea namba zangu katika description ya video hii, au comment neno cheti, na mimi nitakusaidia kuweza kupata cheti chako kipya kwa urahisi zaidi ndani ya muda mfupi tu, na twende tuanze video yetu katika video ya leo tutakwenda kuangalia nafasi za kazi zilizoweza kutangazwa halmashauri ya wilaya ya Morogoro. Halmashauri ya wilaya ya Morogoro imeweza kutangaza nafasi saba, na nafasi hizi ni dereva daraja la pili, nafasi tano. Sifa ni kidato cha nne na leseni ya daraja hii E au C ya uendeshaji wa magari ambao umeifanyia kazi kwa muda usiopungua mwaka moja bila kusababisha ajali, lakini pia uwe na vyeti vya mafunzo kutoka VETA au chuo kingine kinachotambuliwa na serikali. Na nafasi zingine ni msaidizi wa kumbukumbu daraja la pili, hapa kuna nafasi mbili, uwe na elimu ya kidato cha nne au sita lakini pia huo umehitimu mafunzo ya stashahada au diploma NT Level 6 katika fani ya utunzaji wa kumbukumbu kutoka vyuo vinavyotambuliwa na serikali, na pia uwe na ujuzi wa kutumia kompyuta. Ngazi ya mshahara ni TGSC. Na waombaji wote mnatakiwa kuwa raia wa Tanzania wenye umri kuanzia miaka 18 na usiozidi 45. Na hakikisha unakuwa na vyeti vyako halisi kuanzia cheti cha kuzaliwa na vyeti vya elimu pamoja na vyeti vya taaluma. Testimonial, result, result slip hazitakubaliwa. Na kama umesoma nje ya nchi, hakikisha cheti chako kimehakikiwa na taasisi au mamlaka husika, TCU, NECTA pamoja na NACTE. Na mwisho wa kutuma maombi ni tarehe 27 Novemba elfu mbili na ishirini na tano. Kumbuka kuambatanisha barua yako ya kazi au ya maombi ya kazi iliyosainiwa na ielekezwe kwa anwani ifuatayo Mkurugenzi Mtendaji, Halmashauri ya Wilaya Morogoro, SLP 1880, Morogoro. Maombi yote yatumwe kupitia mfumo wa kielektroniki wa ajira recruitment portal au ajira poto. Kwa wewe ambaye ni mara yako ya kwanza kuingia katika channel hii ya Fairboy, tafadhali bonyeza neno subscribe, like video hii na share video hii. Sante na karibu.